Saande, nahituwa, mwuka, simsaidi, gengoro, nimidawu, um, sirikali, kwa majina anaitwa Amani Kasim Msaidi Njonjoro, ni mdau wa kupambana na dawa za kulevya. Kwanza niipongeze serikali kwa jitihada ambazo inazochukua chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, um, kwa kushirikiana na taasisi yake imara ya DCEA chini ya Kamishna Jenerali Limo. Hakika tunaona mabadiliko baada ya taasisi kuanzishwa. Hali ilikuwa mbaya sana miaka ya nyuma kabla hii taasisi kuanzishwa, hali ilikuwa mbaya kwa vikundi vya vijana, wanawake, na ilifikia hatua watu waraibu wapo hadi wazee, hali ilikuwa ni tete, lakini unaona sasa hivi elimu imeanza kutambaa katika jamii, na sasa hivi hapo ukiangalia tuna kundi kubwa la vijana ambao wanapata elimu hiyo, wanajua wamekuja hapa kwa ajili ya kupinga dawa za kulevya. Hichi kitu kilikuwa kiwezekani miaka ya nyuma, ilikuwa ni imekuwa kama ni ndoto. Au vijana wengi walikuwa wanaamini ukivuta bangi unakuwa na nguvu, unakuwa na akili nyingi, unakuwa na maarifa mengi. Waliamini kama ni sehemu ya uh, ujasiri. Lakini kumbe elimu inavyozidi kusambaa wanaona hii ni nusu ya ukichaa, kwa kila mmoja hataki kuwa kichaa kwa kusema kicha. Ukweli naipongeza serikali, lakini pia ninashauri matukio kama haya yawo yanafanyika angalau mara nne kwa mwaka kwa kamba tofauti tofauti, ili kwe, kuzidi kuongeza uelewa zaidi, lakini pia tuzidi kuwekeza kwenye kundi hili ya vijana na wadogo zao hawa na watoto watakaozaliwa. Hii itakuwa ni nzuri kwetu na ni nzuri kwa maslahi ya taifa letu. Asante.